Eh, halo. Ngoja, ngoja nakupigia nakupigia, anaitwa nani? Unaitwa nani? Ka tu jisikie kwa nyumbani, unaitwa nani? atu atu. Eh. O, umetokea wapi Tukuyu? Tukuyu. mm -hmm. Wazima huyu umempokelea wktaniaajamnambayake n k aaa aya amna shida. mm -hmm. Kwanza nilikuwa nataka kweli, umewahi kufanya kazi vizuri kabisa? mm -hmm. Well, ongea kwa sauti. mm -hmm. ushawahi kufanya kazi? Yes, mama mama kule nyumbani nikuambia, mi nakulipa shingapi? Yes. Sasa kuna chai yangu pale jikoni, pita hapo nilete chai. okay, okay. Sinamishajiko niko. Mfanya kazi lazima zoe mazingirahbntlipafam Karibu, si ukimwonyesha kwanza chumbani kwake aeke vitu vyake, haike kwanza, halafu nikuonyeshe chumbani. Okay. Hai. Nikaonesha chumba chako cha kulala sawa? Kuamka okay. Asubuhi saa kumi na moja akikisha kila kazi unafanyaje? Naifanya. Ngoja nipeleke chumba chako. Okay. Hiki sasa ndio chumba chako sawa, begi lako weka pale. Hai. hiki ndio chumba chako sawa. Kwanza, shariti langu la kwanza kabla ya yote, hebu nione, hebu simama kwanza, tuone kwanza uchovaa jokia hivi ha? Ay, aya, amna shida. Shariti langu la kwanza katika hii nyumba, cha kwanza, baba yako akiwa ajaamka, ni marufuku kwenda chumbani kwangu, sawa sawa? Akiamka ndio ufanye usafi, umenielewa sawa? Shariti langu la pili, yaani hilo ndio gumu, si unanielewa? Okay. Shariti langu hilo la pili sharti langu la pili usicheke na mume wangu nikiwa naongea hiki niangalie sawa sawa yani ntakachokuambia mimi ndio utakachofanya na nataka uamke asubuhi saa kumi na moja akisha umefanya usafi nyumba nzima kila mpangilio uko sawa Ndo ulichojia eh. Alafu hebu niambie ukweli kabisa, yaani huu huu ukweli kabisa umwana, mimi mimi ni mwanamke mwenzako, ntakusaidia wewe. Kweli umewai kukaa hapa hapa? Da, umewai kukaaga hapa hapa? Da, nina shida lakini mashaiti yangu ufati Okay, nguo zote za babako hakikisha unafua zote okay. Sawa. nguo zangu unafua kila kitu. Amka asubuhi saa kumi na mbili saa kumi na moja sio saa kumi na mbili. Sawa, haya, kikubwa masharti yangu, mi naenda kitanda hicho hapo, sishuka, utaangalia huku, sawa Na. Mm. Unajua kuna vitu sivielewi. Kwani yule ni mfanyakazi? Kwani atoke Mbeya asafiri usiku mzima awe na makeup. <coughs> au kaungua usoni, au shida yako ni mpelelezi? Ah, huwezi ukaniambia atoke mbeya na makeup. Au alipanda ndege yani? Au kuna vitu ambavyo tunatafutwa sisi hatuvijui kama amekuja kusaidia kazi, anafanya kazi vizuri, tunamlipa mshahara ambao wamesema hiyo elfu hamsini anaridhika. Na shida gani? Nais kabisa ukaja kutafuta elfu hamsini kweli kwenye hii nyumba. Hasa kama atafuta hela nyingine zaidi, sio sio siyatuhusiki. Yani, kama kuna mchezo nitaujua, au namtafuta mama anitumie picha ya huyu binti kama ni yeye mwenyewe. Sasa wewe ndio unayataka mambo ya mengi makubwa na kwa unaanza kumpeleleza mtu wa watu tena. Ngoja kukusaidia kufanya kazi za kupeleleza. Ana viingereza vingi. Yaani mpaka anaji eh, siku hizi eh. Sasa wewe umeshangaa mtu unajua Kiingereza. Sasa ni siku hizi watu wanasoma kosa sababu ya ajira. Mm. Sioni cha ajabu kwa kweli. Yaani kama kuna vitu na nizunguka nitavijua. Mimi tena. Mm. Asante. Oi, huyu uh, uh, sio mfanyakazi lakini ngoja pa kuche, nitajua mengi. Kazi. <coughs> Jamani, yeah, mtu okay, asichezee. Si wewe unakuja, umeniacha peke yangu? Yeah, nakuja vipi, chana jamani

Leo ndo siku ya kuwafumania.